Ni matangazo ya amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hujambo msikilizaji, leo ni Jumatano ya tarehe kumi mwezi wa Disemba. Karibu, mimi ni Phelis Mwate. Tulionayo katika Amka na BBC leo hii: rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema yuko tayari kujaribu kubadilisha sheria ya nchi yake ili uchaguzi wa urais ufanyike ndani ya kipindi cha miezi mitatu. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi wa Tanzania George Simbachawene amesema bado serikali ya nchi hiyo itaendelea kuimarisha ulinzi na usalama, huku akiwataka raia kutokuwa na hofu na vyombo vya usalama. Katika kipindi hiki mwisho mwisho wa mwaka huu tumeimarisha ulinzi, kwa sababu nyakati za mwisho wa mwaka huu kuna matukio matukio mengi. Hali hii itaendelea na wananchi wawe huru kufanya shughuli zao. Na leo dunia inaadhimisha siku ya haki za binadamu, lakini hii ina maana gani hasa? Mtu ana haki, lakini hiyo haki lazima atii haki za wengine. Tunaposema watu wana haki zao na pia zilindwe, hatusemi waende waanze kubomoa vitu, waanze kuchoma manyumba, waanze kuharibu watu mali. ni baada ya muda usiokuwa mrefu, lakini kwa sasa nampisha mwenzangu Kuskola Kisanga, karibu, Skola Kisanga akusomee muktasari wa habari. Ripoti kutoka mashariki mwa Congo zinasema kwamba waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda wameingia katika mji wa Uvira, eneo la mwisho ambalo lilikuwa likidhibitiwa na serikali katika jimbo ya Kivu ya Kusini. Maelfu ya raia wanakimbia kuelekea mpaka ulio karibu na Burundi. Mashambulizi ya M23 yanakuja mwaka mmoja baada ya kundi hilo kuuteka mji wa Goma na Bukavu mpakani na Rwanda. Msemaji wa M23 aliwaambia waandishi wa habari kuwa walikuwa Washington na viongozi wa Congo na Rwanda. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelenski amesema yuko tayari kujaribu kubadilisha sheria ya taifa lake ili uchaguzi wa urais ufanyike ndani ya kipindi cha miezi mitatu. Rais Zelenski, ambaye alichaguliwa mwaka elfu mbili kumi na tisa, amesalia madarakani kwa zaidi ya muhula wake wa miaka mitano kutokana na sheria ya kijeshi iliyotangazwa baada ya uvamizi wa Urusi. Rais huyo wa Ukraine anasema yupo tayari kwa uchaguzi.

Bunge nchini Brazil natarajiwa kupiga kura kuhusu mswada wa sheria ambao unaweza kupunguza kifungo cha miaka 27 alichohukumiwa rais wa zamani Jair Bolsonaro kwa njama mapinduzi ya mapinduzi hadi miaka miwili. Mswada huu unalenga kupunguza kwa kiasi kikubwa sehemu ya hukumu yake kwa makosa kadhaa, ikiwa ni pamoja na jaribio la uasi. Rais huyo wa zamani wa, na wa siasa zinazoegemea mrengo wa kulia alianza kutumikia kifungo chake mwezi Novemba baada ya kupatikana na hatia ya kupanga njama za kumzuia rais Luiz na siyo Lula da Silva kuchukua madaraka baada ya uchaguzi wa mwaka 2022. Ikiwa utapitishwa na bunge na baraza hilo la wabunge, muswada huo sasa utahitajika pia kuidhinishwa na bunge la Senate. Vyombo vya habari vya Siria vinasema kwamba majeshi ya Israeli yamefyatua risasi wakati wa uvamizi wao kwenye eneo la kusini mwa Siria na kujeruhi watu, watu watatu. Taarifa zinasema majeshi ya Israeli yaliwapiga risasi watu kwenye kituo cha ukaguzi huko khan Ar, arnaben karibu na eneo la Golan. Eh, hii inatokea siku kumi baada ya shambulizi jingine la Israel kusini mwa Siria linaloripotiwa kuua watu kumi na tatu wakiwemo wanawake na watoto na Australia leo inaanza rasmi kutekeleza agizo lake la marufuku ya kutumia mitandao kwa watoto walio na umri chini ya miaka kumi na sita. Waziri mkuu wa taifa hilo Anton Albanese anasema Australia inaongoza na kuonyesha dunia kwamba matumizi ya mitandao kwa watoto sasa inatosha. Watoto nchini humo hawataweza tena kutumia kurasa zao za mitandao ya kijamii baada ya marufuku hiyo kuanza kutumika. Hii ni BBC. na msikilizaji, muhtasari wa habari za dunia umesomwa kwako na Skola Kisanga. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika mbalimbali mbali afrika Mashariki na vilevile vile kwenye intanet katika BBCSwahili.com, lakini vilevile vile matangazo haya pia yanakujia kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili. Karibu, mimi ni Felix Mote. Rais wa Ukraine Volodimir Zelenski amesema yuko tayari kujaribu kubadilisha sheria ya nchi yake ili uchaguzi wa urais uweze kufanyika ndani ya kipindi cha miezi mitatu. Rais Zelenski alichaguliwa mwaka elfu mbili na kumi na tisa na ameendelea kuwa madarakani baada ya muhula wake wa miaka mitano kuisha kutokana na kutangazwa kwa sheria ya kijeshi baada ya Urusi kuivamia Ukraine. Zaidi na Skola Kisanga. Rais nice, huyo wa we Ukraine Volodymyr Zelensky amesema yuko tayari kuweza kubadilisha baadhi ya sheria za taifa hilo ili kuruhusu uchaguzi huo kuweza kufanyika, lakini anasema hilo litaweza kutokea tu ikiwa Marekani na Ulaya zitahakikisha usalama kwa uchaguzi huo. Bwana Zelensky amebaki madarakani zaidi ya muhula wake wa miaka mitano kwa sababu ya hali ya vita iliyotangazwa baada ya uvamizi wa Urusi. Rais nice, Zelensky anasema yeye ana pingamizi lolote kuhusu kufanyika kwa uchaguzi huo angalia, mimi nipo tayari kwa uchaguzi, lakini kwa sasa naomba na ninalisema hili kwa dhati, kwa Marekani kutusaidia na ikiwezekana pia Umoja wa Ulaya kuhakikisha usalama kwa uchaguzi huo. Hivyo kwa siku tisini zijazo Ukraine itakuwa tayari kufanya uchaguzi. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump amekosoa viongozi wa Ulaya kwa kuwaita wanyonge na amependekeza kwamba Marekani inaweza kupunguza msaada kwa Ukraine. Katika mahojiano yake ambayo ameyafanya Bwana Trump amesema nchi za Ulaya zinaporomoka na hazijafanikiwa kudhibiti uhamiaji au kuchukua hatua thabiti kumaliza vita vya Ukraine na Urusi. Amewashutumu kwa kuruhusu vita vya Kiev kwa kile ambacho amekiita ni kutaka taifa hilo liangushwe. Washirika wa Umoja wa Ulaya wamepinga maoni hayo ya rais Donald Trump ambaye anasema bara hilo lina nchi ambazo zinaanguka. Ofisi wa Ingereza, Stama, ya waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer imekosoa pia maoni yaliyotolewa na Trump kwamba Ulaya haijafanya chochote dhahiri kuhakikisha vita vinamalizika nchini Ukraine. Naye kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amekosoa pia mkakati wa hivi karibuni wa usalama wa taifa la Marekani uliochapishwa ambao unasema Ulaya inakabiliwa na kile Trump anachokiita kwamba ni kutokuwa na ustaarabu. Rais wa Marekani Donald Trump bado anaendelea kuongeza shinikizo Rais Volodimir Zelenski wa Ukraine ili yakubali makubaliano ya amani na kuhimiza kukabidhi sehemu ya ardhi yake kwa Mosco. Urusi ilivamia Ukrain mnamo Februari mwaka elfu mbili ishirini na mbili na bado vita havijakoma kati ya mataifa hayo mawili. Ni Skola Kisanga. Serikali ya Tanzania imesema itaendelea kuimarisha ulinzi na usalama wa taifa hilo kuelekea sikukuu za mwisho za mwaka huu, siku moja baada ya taifa hilo kusherekea miaka 64 ya uhuru, huku kukishuhudiwa kuimarishwa kwa ulinzi na vyombo vya usalama na hali ya utulivu isiyokuwa ya kawaida na raia kukaa majumbani. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi wa Tanzania George Simbachawene anasema kwamba bado serikali ya nchi hiyo itaendelea kuimarisha ulinzi na usalama na amewataka raia kutokuwa na hofu na vyombo vya usalama ulinzi na usalama ni jukumu la, la, la vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ikiwemo e, jeshi la polisi, na ulinzi uko siku zote ila wao unaongezeka kulingana na mahitaji ya wakati. Katika kipindi hiki, mwisho mwisho wa mwaka huu, tumeimarisha ulinzi kwa sababu e, nyakati za mwisho wa mwaka huu huwa kuna matukio, matukio mengi. Hali hii itaendelea na wananchi wawe huru kufanya shughuli zao, lakini na na wakati jeshi la polisi na lenyewe litachukua jukumu la kuhakikisha kwamba wanabaki salama na wanasherehekea hizo siku zote mpaka tufike salama tutapita mapema. Siku ya Jumatatu, Waziri Mkuu wa taifa hilo Mwigulu Nchemba alikuwa amewataka watu kusalia nyumbani ikiwa hawana ulazima wa kutoka hapo, jana wakati taifa hilo lilikuwa linasherehekea siku ya uhuru. Lakini sasa kwa mujibu wa waziri wa mambo ya ndani ya nchi, leo hii watanzania wanaruhusiwa kutoka na kuendelea na majukumu yao tulie kama kawaida. Kesho watu wanakwenda makazini kama kawaida eh, leo ndio tumesherekea bwana, leo tuliamua tusherekee kwa kukaa ndani. Sasa eh, na wengine wanatoka wanatembea, na kama mimi nafikiri umenikuta mtaani huku, na mimi naendelea na shughuli zangu. Naam, kauli hizo za waziri wa mambo ya ndani ya nchi wa Tanzania George Simbachawene alizitoa hapo jana. Sierra Leon inajulikana kwa rasilimali zake nyingi za asili ikiwa ni pamoja na almasi na madini ya chuma, na imebarikiwa pia na akiba ya dhahabu. Sasa sehemu kubwa ya madini haya hayachimbwi na kampuni kubwa, lakini zinafanywa na vikundi vya wachimbaji wadogo wadogo ambao mara nyingi hufanya kazi katika mazingira hatari na haramu. Aidha, sio watu wazima tu wanaojihusisha na kuchimba madini, lakini watoto pia, na hili huwa na madhara mabaya. Mshindi wa tuzo ya BBC ya Komla mwaka huu Godwin Asediba alisafiri hadi kijiji cha Nyembandu ambapo ni mashariki mwa nchi hiyo ili kujua zaidi, na taarifa yake hii hapa inawasilishwa na Lizi Masinga. hiyo <mulis> <mulis> ni sauti ya wanakijiji hapa wakilia na kuomboleza wavulana wawili. Mohamed mwenye umri wa miaka 16 na Yahaya mwenye umri wa miaka 17 wamefariki baada ya mgodi uliotelekezwa kuporomoka. Mama yake Namina ananionyesha picha za mwanaye, mtoto ambaye alikuwa akimsaidia baada ya mume wake kufariki. Leo hii picha hizi ndiyo kumbukumbu pekee aliyobakiwa nayo. Nililia na kumuomba amwite dereva wa tingatinga alipofika aliondoa vifusi vilivyokuwa vimefunika watoto. Haikuwa rahisi. Mwanangu alikuwa akinisaidia kwenye kazi za uchimbaji. Nilimwingiza kwenye kazi hii ya uchimbaji madini, lakini hakuniambia alikuwa anaenda kwenye eneo hilo, ningemzuia. Walichimba madini pamoja kama marafiki. Sahara Nsumana ni mwanaharakati katika eneo hili, anasema hili si janga geni, watoto wanakufa kila mara kutokana na umaskini. Ukiwakuta wazazi wanakuambia hakuna mbadala mwingine, ni masikini, wajane, na wengine unakuta ni mzazi mmoja na lazima watunze familia zao. Kwa kweli tunakabiliana na shida na tunahitaji msaada. Ni jambo linalotatiza sana na inaonekana limetuelemea kwa sasa. Siku moja tu baada ya mazishi, watoto walirudi kwenye migodi, wakichomwa na jua kali, huku jasho likiwatiririka, wanachimba kutafuta dhahabu wakiwa na tumaini ya maisha mazuri, mm. Lakini hata hivyo bado wanakabiliana na umaskini mkubwa. There is no no money. Hakuna pesa, ndio sababu tunajaribu kupata pesa sasa. So nafanya kazi ili niweze kujiandikisha kufanya mitihani yangu Next year. Elimu hapa ni bure mpaka umri wa miaka kumi na minne, lakini umaskini husukuma watoto kuacha shule na kuingia kwenye uchimbaji haramu. Roosevelt Bundo anathibitisha kwamba walimu pia kuna wakati wanaacha kufundisha na kwenda kuchimba madini. Na wanafunzi wakijaribu kujikwamua kiuchumi, walimu pia huacha madarasa kwenda kwenye eneo la uchimbaji madini, wanachimba madini pamoja na wanafunzi. Uchimbaji madini haramu katika miji mingi umeenea hapa kwa miaka miwili iliyopita, anasema waziri wa habari wa Sierra Leone shenoba. Namna sasa moja kwa moja na spoti na Robert Kipto. Tuanze na michuano ya kuwania kombe la klabu bingwa barani Ulaya. Jumla ya mechi tisa zilipigwa jana usiku. Olympiakos waliwika ugenini pale walipoilaza Kairat kwa bao moja kwa bila. Bayern Munich nayo na iliwika nyumbani pale ilipoilaza Sporting Lisbon ya Ureno kwa magoli matatu kwa moja. Atlanta ilikuwa mwenyeji wa Chelsea na kuilaza magoli mawili kwa moja, huku Barcelona ilichuana na Frankfurt ya Ufaransa na kuzoa alama tatu muhimu kwa ushindi wa magoli mawili kwa moja. Liverpool safiri ugenini kutoana na jasho na Inter Milan na kuilaza moja bila jibu, huku Monaco ambayo pia ilikuwa nyumbani dhidi ya Galatasaray ikiandikisha alama tatu muhimu na ushindi wa magoli moja kwa bila. PSV ilialika Atletico Madrid na kulazwa magoli matatu kwa mawili. Tottenham nayo ikawika nyumbani kwa kuinyoa Slavia Prague bila maji kwa kuinyuka magoli matatu kwa bila timu zaidi huenda zikafungiwa kushiriki mashindano ya soka ya bara Ulaya msimu ujao baada ya shirikisho la mchezo huo UEFA kuarifu vilabu kuwa itaendelea na msimamo wake mkali kuhusu umiliki wa vilabu vingi. Hii inajiri kufuatia kushushwa daraja kwa klabu ya Crystal Palace kutoka michuano ya kuwania kombe la Europa hadi kinyang'anyiro cha kuwania kombe la Conference League msimu huu, hatua ambayo ilizua utata. UEFA ilitoa waraka kusisitiza kwamba kuanzia tarehe mosi Machi mwaka ujao utakuwa mwisho wa muda wa kutekeleza masharti hayo. UEFA imesema hakutakuwa na nyongeza ya muda baada ya tarehe hiyo kwa vilabu vyote kutekeleza masharti hayo. Mwanaume mmoja kutoka Liverpool ameshtakiwa kwa unyanyasaji wa kibaguzi baada ya mchezaji wa Bournemouth Antoine Semenyo kulengwa wakati wa mechi yao dhidi ya wenyeji Liverpool katika uwanja wa Anfield. Mchezaji huyo kutoka Ghana aliripoti unyanyasaji huo kwa waamuzi wakati wa mechi ya timu yake dhidi ya Liverpool tarehe 15 Agosti. Mechi hiyo ilisimamishwa kwa dakika 29. Mark Morgan mwenye umri wa miaka 47 ameshtakiwa kwa kosa la utovu wa nidhamu lililochochewa na ubaguzi wa rangi. Bwana Morgan alipatiwa dhamana yenye na atafikishwa mahakamani tena tarehe ishirini na tisa mwezi huu. Timu ya wanawake ya soka ya Tanzania ya wa wachezaji wasiozidi umri wa miaka kumi na mitano ndio mabingwa wapya wa SEKAFA baada ya kuwashinda wenyeji Ethiopia katika mechi iliyochezwa mjini Adis Ababa. Tanzania ilinyakua kombe hilo kupitia mikwaju ya penalti baada ya timu hizo mbili kutoshana nguvu ya kutofungana bao lolote wakati wa mechi hiyo. Tanzania ilishindwa kwa magoli matano kwa manne. Na kikundi cha mashabiki wa Totenam wanaoshabikia mapenzi ya jinsia moja kimeikosoa timu ya Slavia Prague baada ya klabu hiyo ya Jamhuri ya Chek kuomba bendera inayoashiria wapenzi wa jinsia moja kuondolewa wakati wa mechi ya ligi kuu ya klabu bingwa barani Ulaya jana usiku. Bendera hiyo huwa inawekwa katika kona ya kaskazini mashariki ya uwanja wa nyumbani wa Tottenham, sehemu ambayo kwa kawaida ni sehemu ya mashabiki wa timu inayozuru hiyo. Ndio imechezwa kwa sasa. Jina la langu Robert Kipto.